Yesu. Yesu. Kwa kufuata mfano Bwana wetu Yesu Kristo na kudhirisha unyenyekevu na kutambua ya kwamba kila mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu Amen. <tipa> Mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kudhihirisha unyenyekevu na kutambua wema wake kwamba kila mtu aliumbwa kwa umbo na mfano wa Mungu, na kuosha mguu kwa jina la Mungu Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu Amen, Amen. Kwa kufuata mfano wa Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu naosha miguu haya kwa jina la Mungu Baba mwana na Roho Mtakatifu. Amen. wa Kristo na kudhihirisha unyenyekevu naosha miguu kwa jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu. Amen. wa Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu, na kuosha miguu id kwa jina la Mungu Baba, Solomon, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu, na kuosha miguu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. na kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kufuata mfano wa Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kana wa Bwana wetu Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu na, na kuosha unye miguu kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Na Bwana akae nanyi akae nawe pia, kwa kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tunakuitaji Bwana, tunakulilia Bwana, tunakuitaji Bwana, kala maisha ya kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kufata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen. Kwa kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na leo. Kwa kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa kufuata mfano wa Bwana Yesu Kristo na kudhihirisha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, na Roho Mtakatifu isha unyenyekevu na kuosha miguu kwa jina la Mungu Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu Amen.